Katika Afrika Mashariki kila kauli ya kiongozi mkubwa huwa na mizizi, maana na ujumbe uliofichwa. Hivi karibuni, rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alivunja internet baada ya kusema kwamba Uganda inahitaji sehemu ya umiliki wa bahari ya Hindi, kauli iliyofanya wengi watishike, wengine wacheke, na wachache wafikirie kwa kina. In future we are going to have wars. Lakini je kauli hii imetoka tu kwa jazba au ni historia ndefu uchumi mzito na siasa kali zilizoichonga kwa miaka mingi karibu Simulizi Zinaishi leo tunafungua sura tatu historia ya uchumi na siasa ili kuielewa kauli ya Museveni kama hujawahi kuelewa hapo kabla huu si wakati wa kwanza Afrika Mashariki kutikiswa na kauli za mipaka. Historia yetu imejaa mvutano, mazungumzo na wakati mwingine vita vilivyotokana na ardhi na access to resources. Mwaka 1978 Idi Amin wa Uganda aliivamia Tanzania akidai sehemu za Kagera. Hicho ndicho kilichochochea vita ya Kagera, vita iliyobadilisha sura ya kanda. Kenya na Uganda nao wamewahi kugombania kisiwa kidogo sana lakini chenye thamani kubwa ya uvuvi Migingo. Tanzania na Malawi, ziwa Nyasa. Rwanda na Uganda, mpaka wa Chanika. Kwa hiyo kauli kama ya Museveni haijaja gizani, imejengwa juu ya historia ndefu ya viongozi wa Afrika Mashariki kutumia mipaka kama silaha ya kisiasa, ishara ya nguvu, au njia ya kutuma ujumbe kwa nchi jirani. Swali sasa ni hili: kwa nini ndege ya Museveni imeamua kutua kwenye bahari ya Hindi, miaka 60 sasa baada ya uhuru? Uganda ni nchi kubwa tajiri kwa ardhi na maji ya ndani, lakini ina tatizo moja kubwa: haina bahari. Hii inaonekana kama kitu kidogo, lakini kiuchumi ni pigo kubwa. Kila kontena la bidhaa za Uganda linatoka Mombasa au Dar es Salaam. Gharama za usafirishaji, kucheleweshwa kwa mizigo, ushuru na changamoto za bandari hutengeneza mzigo wa ma mabilioni kwa mwaka. Kila nchi iliyo landlocked duniani ina pressure moja: kutafuta direct access kwenye bahari hata kama ni kipande kidogo tu au korido maalum. Ethiopia inapigana kupata bandari ya Eritrea, Rwanda ina mpango na Tanzania, South Sudan inataka upenyo Kenya. Huu ni mchezo wa kiuchumi, si masihara. Kwa hiyo Museveni anapoamka na kusema Uganda inapaswa kuwa na umiliki wa bahari ya Hindi, katika kichwa chake, hili ni suala la economic survival. Kila siku Uganda inatumia bandari za mataifa mengine na kwa nchi kama Uganda inavyojaribu kupanda kuwa kitovu cha biashara Afrika Mashariki, hiyo ni kama kupanda mlima bila viatu. Sasa hapa ndipo mchezo unakuwa mtamu zaidi. Wataalamu wa geopolitics wanasema Museveni si mtu wa kuongea bila sababu, kila kauli yake huwa na target. Je, kauli hii ilikuwa ujumbe kwa Kenya au kwa Tanzania au kwa viongozi wa EAC? Kumbuka hivi Uganda inatumia bandari za Kenya na Tanzania kusafirisha mafuta, nafaka, bidhaa za viwandani na hata silaha. Mara nyingi kumekuwa na malalamiko kuhusu foleni, rushwa na ucheleweshaji wa bandari. Hivyo, kauli ya Museveni inaweza kuwa pressure, njia ya kusema tunataka mikataba bora, tunataka heshima kubwa kwenye ruti zetu. Lakini pia inaweza kuwa siasa za ndani. Museveni yuko katika hatua za mwisho za uongozi wake mrefu. Kauli za aina hii hutumiwa kuamsha hisia za uzalendo wa wananchi na kuwapa wananchi picha kwamba taifa lao linastahili zaidi. Lakini je, inawezekana kabisa kwamba Museveni anajaribu kusoma nguvu za Kenya na Tanzania? Hii ni possibility kubwa pia. Katika EAC Tanzania inaongoza kiusalama na nguvu ya ardhi. Kenya inaongoza kwa uchumi na biashara. Uganda inajaribu kusukuma nafasi yake. Hivyo kauli kama hii inaweza kuwa kama kutupa tone la moto ndani ya maji baridi, kuona nani ataruka kwanza. Kwa hiyo tunapoitazama kauli ya Museveni kuhusu umiliki wa bahari ya Hindi, tunaona historia inayojirudia, uchumi uliokandamizwa na jiografia, na siasa za ndani zinazojaribu kujipa nafasi kwenye ramani ya EAC. Je, Museveni anataka bahari kweli au anataka tu kusikika? Jibu linaweza kuwa katikati, lakini ukweli ni kwamba kauli hii haitapita kimya, itaathiri mazungumzo ya biashara, mahusiano ya nchi jirani na mustakabali wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, yeah. Unafikiri Uganda inastahili access to the ocean? Je, yeah. Museveni amekosa au amegusa ukweli ambao mataifa mengine hayawezi kuusema? Tupatie maoni yako, na kama wewe ni mpenzi wa historia, siasa na uchambuzi wa masuala mazito kama haya, hapa Simulizi Zinaishi ndipo mahali ambapo tunachambua mambo kwa undani bila upendeleo. Asante kwa kunisikiliza.